Iak koboa kopiti hata minikoba ymhuyu napeleka naand napak. So kuna kiza ile ilitokea juzi, jamaa alikuwa amepeleka deliver huko na akakutana na mauti yake. So hata sahi si tuko na uoga kwa sababu hatujui ni nani tunapelekea, ni mzuri ama ni criminal? So tulikuwa tunaomba hawa, sisi makampuni zenye zinatutuma, tafadhali mtujaji timali tunaenda atujui. So niambie, unapanda stairs at fourth floor, ujui unaenda kukutana na nani? So ba mimi, kama hii mzigo ninabeba ni 100,000 na mtu alikuwa amepiga bili ya God. So tapatali, tapatali. Tukua tunaomba kama sisi watu wa delivery mtusikie kilio. Hakuchie huko kwa gate. Mahali kuna usalama, mahali kuna security. At least tuweza kuchunga maisha ya kila mmoja. Hapa tunatafuta, familia inategemea hapa, wanajua tuko kazi. Hakuna mtu anapenda, hakuna mtu anapenda kuruhusu. Part 4, nikuwa naomba tafadhali, mtuchari sisi kama watu wa delivery, hakujiongo kwa wedi, mahali penye kuna security. Sasa so, ukiangalia hapa, hii ni fourth floor. Hapa ndio naleta mzigo fourth floor, mahali penye nakuja ku deliver hizi mzigo, na naona nimeshika hapa kwa mkono. So kilio changu ni kwamba maisha siku hizi dunia imekuwa mbaya Unaenda, unaamka mzuri, unaenda kibarua na unakosa kurudi kwa nyumba, kwa sababu ya usalama, kwa sababu watu wamiruka, wamekuwa wanyama. So the best thing ni naomba makambuni mtujari. Tumesema ni door delivery, yes of course, hatutakataa kupeleka hizo door delivery, but tulikuwa tuna request mtu muambie customer wakuje kwa geti wachukue delivery hapo. Tu sasa uchu utapelekea nani? Sasa niambie kama hapa niko kwa peke yangu. Na naenda kwa nyumba hapa. Na naenda kuwanga mlango nipeane hizi mzigo. Sasa niko na security kwa nini? Eh? Si hapo maisha yangu iko hatarini kwa sababu hakuna mtu anaye ananiangalia naona kile nafanya. So nikifurutwa kwa nyumba upate nimeambiwa watu wa kwangu watajuaje? wata watu wa kwangu watapata wapi? So the best thing tapatani, tapatani, sikia kilio, sikia kila mmoja mtu wana mtu hurumia. Na sisi huko kwa gate kuna security huko kwa gate kuna kila mtu anakuona. So the best thing, niambie kama hizi mzigo ni 100000 so tuseme amekataa kulipa hapa, kuna simu, kuna laptop and whatever. So the best thing tusikie kilio chetu sisi kama watu wa delivery, hata sio kama watu wa delivery, watu wote wenye wanafanya mambo ya delivery, watu wanaleta mzigo wakojie kwa geti mahali kuna security, because kila mtu anahitaji mwingine. Nikikosekana gezo, watu wa kwangu watakuwa wanaumia kwa kuloa. So tusikie kilio, serikali tusikie, watu wa kampuni watusikie, kila mmoja anayesikia uchumbe tabatari ajaribu kusambaza uchumbe yariza kuendea kila mahali kila siku. Watu wanapoteza maisha kwa sababu ya vitu ndogondogo. Hatutaki kupoteza maisha kwa sababu ya vitu nye eneo yake. Tapatali, sikia ikilio na msaidia. Asanteni sana.